Mtakumbuka akina mama, siku za nyuma walikuwa hawazungumzi, hawatokee mikutanoni kama hivi, lakini leo wanatokea. Tumeona hapa maombi yakiongozwa na akina mama wa Kiislamu na wa waki Wakikristo, akina mama waki oye. Kwa hiyo, akina mama, mna nafasi kubwa katika jamii. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa bunge na madiwani katika taifa letu la Tanzania. Maombi, sala na dua ni muhimu kwa taifa letu, kwa sababu kwa kuwa tunaingia kwenye uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa bunge na madiwani. Nitahakikisha mtaenda kupiga kura salama na kurudi salama na kusikiliza matokeo salama na kuendelea kuwalinda nyinyi na mali zenu na watoto wenu, muwe na amani kabisa. Katika mitandao ya kijamii tumeona, tumesikia watu wengi wakitabiri kwamba Tanzania itapatwa na mabaya, kwamba Tanzania itapatikana na vurugu, kwamba Tanzania itapatikana na umwagaji wa damu, kwenye mitandao ya kijamii mpaka wa nchi za jirani na wao wameacha kutabiria nchi zao wakaanza kutabiria nchi yetu. Lakini leo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wewe ukiwakilisha serikali yetu, sisi viongozi wa dini ndani ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani tunataka tuseme hivi, Tanzania hakuna mabaya yoyote yatakayotupata ya, ninarudia Tanzania hakuna mabaya yoyote yatakayetupata, hata kama kulikuwa na mabaya yaliyokuwa yamekusudiwa, kwa sababu waombaji wameomba Mungu, kina mama mmeomba Mungu, wababa mmeomba Mungu, watoto wameomba Mungu, viongozi wetu wameomba Mungu. Natangaza kwamba hakuna mabaya yoyote yatakayetupata.